Na tatizo ambalo sisi tumeliona labda la muda mrefu la meneja wa uwanja huu, na katika meneja wa uwanja huu, yeye ana mambo mengi ambayo anayozungumzia kuhusu Simba kupoteza mechi yake ambayo tutacheza tarehe tisa siku ya Jumatano. Sasa sisi katika kutu... shirikisho la kimataifa hii ya shirikisho la kimataifa anazungumza vitu gani? Yeye anachozungumza kwamba lazima sisi tupoteze na anashawishi watu kwamba sisi lazima tupoteze mechi yetu ya Jumatano, na yeye yupo hasa zaidi kwa ajili hiyo, kwamba sisi tupoteze. Na katika mambo haya anayofanya sasa hivi katika mechi ya shirikisho mm. tayari yeye pia ameshawahi kufanya katika ile dabi iliyoairishwa mm. alikuja akatufanyia vituko, alituzuia hapa tusiingie kufanya mazoezi na alikuja baadaye akafungua mageti kwa ajili ya kuwaruhusu Yanga waingia hapa kuja kucheza mechi, wakati watu hakuna, hakuna nani, hakuna usimamizi wote. Mm. Kwa hiyo ni mtu ambaye sisi kwetu ni mtu hatari. Ingawa nyinyi, so manake, manake kama wazee wa Simba hamna <coughs> imani naye. Hatuna imani hata kidogo mm. Na ndio maana tuko hapa leo ni siku ya nne mm. Kwa madhumuni ya kutaka kuzungumza naye mm. Kwa sababu sisi, kuna taarifa ambayo tunapata kuna wanachama washabiki ambao wanataka kuja kumfanyia vurugu mm. Sisi tukaona kwamba haifai, tutangulie sisi tukae nayo ofisini kwake tuongee nayo ili ikiwezekana katika kabla hii mechi ya nani ya, ya, ya, ya kucheza sisi shirikisho na Arabu, yeye ingekaa pembeni atupishe tumalize hii mechi alafu tujue kufanya nini. Madhumuni yetu sisi ni kumsaidia yeye. Yani, unakosema wapishe eh? Inawezekana mimi sijakuelewa au pale eh, wa Tanzania pamoja na wana Simba waje kuelewa wao wapishe kwa staili gani eh? Eh, kutupisha sisi, anaweza kaomba likizo hmm, bwana, mimi naomba likizo ya siku tatu, ili akae pembeni ili sisi tuweze kumaliza hii game yetu, kutokana na jinsi watu wanavyomfikiria yeye sisi. Ingawa sisi tunaelewa kwamba labda ni Yanga, ni Simba mwenzetu mm, naona lakini watu hawamwamini na sisi pia hatuna imani naye, lakini sisi tunakuja hapa kama wazee kama wanavyotuona hapa mm, kuja tuzungumze naye kwanza awali kabla mendina, ya mambo mengine hayo yajatokea. Umezungumzia eh, kuna mipango ambayo yeye mwenyewe au zamira yake kwa maana kutaka nyinyi kupoteza mchezo wa Almasry. Mimi nataka nifahamu kwanza nyinyi mmeweza me, me, kujuaje? Eh, ni kwamba yeye anataka au anashiriki kwenye kuwahujumu, na unazani labda ile kuwagomea kwenye mechi ile ya dabi baada ya mgogoro kutokea imeshawishi pia hiyo eh, kama mtu upatwa na hasira labda vile. Eh uh, yote hayo hey, ambayo unayozungumza sisi sio si, kwamba tunadhania kutokana na kauli zake yeye mwenyewe tunazipata sisi kwamba hawa hawatuweza kufanikiwa katika mechi yao pamoja na Waarabu kama alivyokuwa mwanzoni alivyokuja kuzungumza katika sisi kutokufanikiwa kuingia hapo kufanya mazoezi katika mechi ya dabi. Kwa hiyo mwongozo ule naendelea nao na sisi tayari tumeshapata mashaka mashaka ambayo yanatufanya sisi, hiyo yana msimamo mbaya kwetu sisi. Kwa hiyo mapema kabisa sisi tumeligundua hili jambo, tunaona kwamba aombe tu likizo kwa viongozi wake akae pembeni ili sisi tuweze kumaliza mechi yetu, na chochote kunachotokea, tutakuwa na imani kwamba yeye hayupo. Kwanza na msingi sisi wazee wazee, ni watu wenye busara, na safari yote inapokuwa na, na mzee huwa haiharibiki kitu. Lengo na madhumuni sisi kwamba hatuna nia mbaya na yeye, tuna nia njema kabisa na yeye tunafanya kwa ajili ya kutaka kumnusuru yeye, kwa sababu kuna wanachama wengi matawini wanahitaji kuja, lakini tumaziwia kwa sababu hatuwezi wakaja akafanya vurugu pasipo kuwa na msingi. Wazee tupo, tutakuja kukaa na meneja wetu, tutamweleza, tutamsikiliza, akikaidi basi hapo maamuzi mengine atachukuliwa, lakini kwa hivi sasa tunataka kwanza tutae, tuongenee kwa umakini ili tumbe habari na sio kwamba hizi habari kwamba tuna, tunazifikiria sisi, vijana wetu sisi tuko mtaani wanachama wana, wana wa Yanga wengi wanazungumza hilo kwamba, hamtatoka mtafungwa, kwa sababu pale katika uwanja taifa kuna meneja wa uwanja ule, ni Yanga mwenzetu, na yeye ndio tunamwelekeza kila kitu, kwa hiyo lazima mtafungwa. Sasa kwa msingi hiyo ndio maana wazee tukatoka majumbani kwetu ili tuja tukae naye tumwambie, kama tambo tu za za mtaani. Mzee wangu unapozungumzia tambo za mtaani, wakati mko katika mashindano, hizo sio tambo. Sisi na yanga tuna urafiki? Sisi na yanga ni maadui, kwa sababu yanga ametolewa kwa mashindano haya. Kwa hiyo naona nahitaji simba itolewe, kwamba tuchekane? na sisi hatuhitaji tutoke. Kama tutafungwa, tufungwe kwa misingi ya mpira, tusifungwe kwa sindikizo la watu. Mm. Ndio maana tukaamua mpaka timu hii tuwazungumza, wamepokea wao timu gani ya almasiri mm. wamepokea wao mm. Sasa kwa msingio, tunaona zaidi kwamba hawa wenzetu hawa tumeona kama wametua wenyewe pale yani, kuwapokea kwa maana ipi? Watu wa yanga wanajua wote, wewe mwandishi wa radio wa yanga unajua. Sasa wanasimaje? Kwamba wenyewe walikotoka wamekuja wenyewe pale, hakukuta watu. Kwa hiyo hivyo, huo ndio uhalisia ulivyo. Kwa hiyo sisi tukaona tuje hapa lengo na madhumuni tukae na meneja tuongee kwa ustaarabu kabisa, kwa sababu ni kijana wetu. Tuongee naye kwa ukamilifu kwamba sio maana kwamba tunaambia aache kazi, hapana, atupishe kwa muda, ili game ikishamalizika, kama kufungwa tufungwe, tuhamishwe. Tunamnusuru yeye kwa sababu haya yanazungumza mtaani, likitokea baya, yeye atakuwa tiani, wanachama na wapenzi watakuwa amwelewi. mm. siu hiyo, ndio zamira yetu mm. Lakini leo ndo mnakutana naye labda kwa mara ya kwanza, kwa kujaribu kuongea naye, au kama maisha yangu mimi sikutana naye. Wewe tutakuwa mara ya kwanza. Natoka siku nne tuko hapa, tuanzia yeye kwa bahati mbaya tujamuona. Mmm, unaona, ndio hatujakutana naye hata siku moja. Tunakutana naye leo kwa madhumuni hayo, lakini ana taarifa zenu kwamba siku nne mko hapa ah anaelewa hapa kwa yeah, no. amani kabisa mm. Hii eh, nchi ya amani. Unajua, Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mtu mpenda michezo, na yeye ndio ametia hamasa, kuna goli la mama. Sasa Simba inawakilisha nchi, ikiwakilisha mm. nchi maana yake anamwakilisha mpaka Samia, umeelewa? mm. mm. Sasa unapokuja wewe kama meneja uwanja umeajiriwa na serikali Unatengeneza mazingira ya kuakisha kwamba Simba inafungwa, hujua kama na mhujumu mama mm, hiyo ni hujumu, ana mhujumu hata mama Samia sababu Simba ni, si, ni iko chini ya mama Samia, hmm. anakwamisha jitihada za anakwamisha jitihada jit, jit, za rais. Kwa hiyo lengo letu sisi kumtengenezea mazingira ya kuwa na amani, asija kabuguziwa na watu hmm, kama kufungwa Simba tufungwa, kwamba tumefungwa kutokana na uwezo wetu wenyewe, kwa ni mdogo tusifike hatua kuomba kama ingekuwa si fulani tungeshinda, hii itakuwa ni hatari hiyo, yeah. Ndio lengo letu sisi, tunataka kumwona tuelekezane naye maswala, yeye tutakavyokuwa tunaelekezana naye ataangalia kipi kilicho bora, aondoke au aondoke kwa muda. Ndio, mimi nataka nifahamu, pengine labda mmejaribu eh, kuwasiliana na mamlaka labda za juu yake, kwa sababu hapa yeye anakuwa kama ni mwajiliwa. Maana yake wapo ambao ninyi mnaweza mkazungumza nao kumana, zaju, eh, si kwa maana mamlaka za juu kumzidi yeye, si tulishasikia kwamba mpaka waziri kashamwambia kwamba aondoke okay. Lakini tu yeye kwa u, ukaidi wake bado yupo akisingizia vitu tofauti tofauti, ili mradi siku hizi zimku si, na nio anataka kwamba hata ah. hawa almasry waweze kutangulia kuja uwanjani hapa sisi tuwe nyuma yao kama wao ndio wenyeji yaani mm. kwa, kwa maana kwenye mazoezi kwani uh, yeah. kuna na ubaya wote wakitangulia e, mgeni uh, ni ubaya upo kwa sababu sisi ndio wenyeji sasa mwenyeji anasema mgeni njoo mwenyeji hmm. uh, sasa leo vipi mwenyeji akawa Mm. Uh, inakuwa tofauti kidogo. Mm. Kwa hiyo wewe wito wako kitu gani ambacho unaweza sasa kumwambia manager? Uh, la kumwambia ni kwamba wanachama wa Simba hawana imani naye. Mm. Zaidi ya hapo inaweza kutokea watu wengine hatuko sawasawa. Mm. Eh? Kwa hiyo tumekuja kumuwahi kumwelekeza nini cha kufanya. Mm. Na kwamba cha kufanya ni hicho tulichosema aondoke. Mm. Eh? ingawa kama bado wanapenda basi, hata kama achukue siku tatu, eh alafu arudi, lakini sio kwamba tunamwona anaendelea, alafu na huku sisi tunafungwa. Tunajua yale yale tuliambiwa na keshafanya kwa sababu si ndio mwenye uwanja eh? Ah, ni kwamba wasiwasi ndio akili siku zote mm. Sasa Simba tumeshaingiwa na wasiwasi mm. Ndio maana tukafika mahali tukasema hatumtaki, kwa sababu ametuonyesha vitendo vya dhahiri. Tendo la kuharibika kwa dabi chanzo kwanza ni meneja kama watu wanatafuta sababu, alafu Yanga wakafuatia kwa mara ya pili, kutokana na kauli ya meneja kwamba sijapewa taarifa, wakati anajua dabi haina taarifa, inaendeshwa kwa mujibu wa kanuni. Sasa yeye akaingia pale akaleta ushabiki wake. Sasa ule ushabiki ndio unatuletea mpaka sasa hivi leo, sisi wazee tunasema kwamba hatumtaki kwa sababu alishaonyesha ushabiki wake toka mwanzo, ushabiki wake wa uharibifu. Hmm, ushabiki wake wa uharibifu. Kwa tunaogopa na ile anaweza akaja akatuharibia kwa kupitia njia zingine, kwa sababu ndio meneja ana uwezo kupita sehemu yote yeah. Kwenye pitch anaweza kwenda kukanyaga sehemu yote, anaweza kupita na anaweza akapokea pia vitu vibaya kutoka nje akatuingizia, hatimaye sisi tukaharibikiwa katika mchezo. Katika hili, wanachama huko mitaani hawataki, na sisi kama wazee tumekuja kumwambia kwamba hatutaki. Tunaomba atupishe katika mechi hizi, atuache kwanza. Tukishamaliza mechi yetu kama kufungwa tufungwe, lakini yeye ya akiwa hayupo lakini tukifungwa yeye akiwepo, litakalotokea yeye mwenyewe atakuwa amebeba lawama, kwa sababu sisi tumeshapata hadhari. Tunamuomba atupishe kwanza. Tulikuja yuzi hapa Hmm. wanachama, mm. tulikuwa hmm. tuna kikao chetu, kwa sababu ili tuweze kuja kukatwa na mpangaji mekakati, meneja aliwazuia wanachama nje, akawaambia kaeni nje kwanza. Kwa maana hiyo hataki hata tufike huku ndani, wakati sisi huku ndani huu uwanja uko chini yetu, kwa sababu si ndio wenye mechi, sisi ndio wenyeji. Hmm. Eh, lakini akakataa sisi tusiingie mapema huko ndani, maana yake bado anaendelea kutokea vikwazo. Sasa, kutokana na vikwazo vyake, sisi tunasema kwamba tunamwomba mheshimiwa waziri mwenye dhamana ampe likizo ya muda mpaka pale sisi tukapomaliza mechi yetu.